E, Mwenyezi Mungu, mola wetu mtukufu wa mbingu na ardhi, tunakuomba sisi waja wako dhalili, waja wako wanyonge, tupo utulivu katika kongamano letu hili, lakini tupe umoja na maelewano, tutoke na kauli moja katika kongamano hili. Mwenyezi Mungu uliotukuka, ulioumba mbingu na ardhi, wewe ndio ulioumba huu ulimwengu, na katika huu ulimwengu ukajalia nchi inayoitwa Tanzania na ndani ya hii nchi ya Tanzania, wewe ndio uliotaka utulivu, amani, mshikamano uweze kuwepo, ili tukitanguliza fedha tutauana, tukitanguliza uongozi tutauana, tukitanguliza madaraka tutauana. Tumtafute kwanza Mungu na tukimpata Mungu, fedha, vyeo, maisha, baraka, matokeo yoyote yale tunayotaka yatafanikiwa upendo haki na amani. rabbana waj'al hadha baladan amina, Ewe Mola wangu fanya nchi hii iwe ya amani. Hakukuwa na vyama vya kisiasa kwa hiyo, madai ya kwamba tunataka haki ni madai ya vyama vya kisiasa, ndio wanayetanguliza haki wanaacha amani. Huu ni upotofu. Wito wangu ni kuiombea, kuendelea kuiombea nchi hii amani utulivu, uongozi wetu ulioko madarakani, rais na viongozi wake wote, mabaraza yote, mawaziri wote, pia kuombea umoja wa taifa letu la Tanzania. Sisi viongozi wa dini tuna mtihani mkubwa sana ndani ya mioyo yoyote, kila mmoja ana chama chake, lakini ni kiongozi wa dini unaweza ukafatwa na mwanachama yoyote anaitaka, anataka kwako nini dua umwombe. Huyu ndio mtihani, lakini tumwombe Mungu. Sisi tulilonalo kubwa, tulilonalo ni kumwomba Mungu atulize amani yetu ndani ya Tanzania hii, na sisi tujione tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunachachusha tunaamsha chemchem -chem za amani utulivu katika taifa letu. Tuna nafasi ya kipekee tumepewa na Mwenyezi Mungu atukupanga sisi, basi tuhakikishe kwamba mambo mazuri yote katika taifa hili yaanzie hapa Singida, na Mwenyezi Mungu anatubariki kila uchao, mambo mazuri yanakuja kwao. Tumejitambua, tumetambua nafasi yetu, lakini siku zote tunasema safari na mwenyewe na safari hii wenyewe ni nyinyi, sisi tunafata tu lakini wenyewe ni nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mnakutana na sisi makanisani, mnakutana na sisi misikitini. Lakini siku hizi mmeboresha zaidi, mnakutana na sisi kwenye simu, mnakutana na sisi barabarani, mnaendelea kuiponda mioyo yetu ili mkurubie Mwenyezi Mungu, na hilo ndio jambo la msingi. Mtu yeyote mwenye hofu ya Mungu hawezi kufanya fujo. Mtu yeyote mwenye hofu ya Mungu hawezi kumtusi mwenzie. Mtu mwenye hofu ya Mungu hawezi kumdhuru mwenzie. Kwa hiyo ukishaona mtu ananyanyua kisu anakuchoma, huyo tayari shetani ameshamvaa kwa sababu Mwenyezi Mungu siku zote anasema tuishi kwa kupendana, tuishi kwa upole, na anasema ametuumba tofauti ili aweze kutufahamu kwa hiyo tofauti wetu, kwa utofauti wetu sio kwamba utofauti huu katugombanishe, lakini utofauti huu tuweze kuwa pamoja, tuweze kuwa karibu, tuweze kushirikiana katika mambo kadha wa kadha. Mimi kwa upande wangu niwahakikishie, tumejipanga vizuri, tutaendelea kuinadia amani kupitia redio zetu, kupitia mitandao yetu.